Alituambia hizi mtaingiaje shamba zetu bila idhini yetu? Akasema huu mradi ni wa serikali, lakini mama usikue na wasiwasi, mutalipwa immediately. Sasa tunakata miti kwanza, alafu murudi mlipwe pesa ya nini? ya ardhi. Sasa kutoka 2021 tunaongoja tulipwe hiyo pesa ya miti na pesa ya ardhi. Kwanza tukalipwa pesa ya miti duni sana tukakaa tena tukaambiwa after six months tutalipwa ardhi. Baada hiyo six months kulipwa tunaongojea, ati tunaambiwa sasa tuongoje budget, wasome budget. Kila ikisomwa unaambiwa pesa haizikupatikana. Nikipiga simu Nairobi, naambiwa pesa haijapatikana. Wale wakubwa walipoweka mkutano mara ya kwanza walisema watalipa kila kitu sahihi, wale walioandika miti mingine wameacha, wakisema ni midogo kwa hivyo haki yetu haikutumika. Tunataka haki itumike itendeke na tulipwe haraka. Sitatoa vitisho mimi, lakini ikiwa itafika Disemba hatujapata jibu lolote, tunataka wale wahusika hawa, haswa ambao nimewataja hapa, MD afike hapa. MD wa KETRACO aje hapa mwenyewe na atueleze pesa zetu tutapata lini. Hiyo ni very serious na ikiwa hatutapata jibu, sisi hatutakosa la kufanya, tutachukua hatua. Kwa kweli, KETRACO imetufanya maskini sana. Sisi hatuna tegemeo, utakuta mji mmoja wenye watu karibu mia moja mwenye kufanya kazi kwa hiyo familia ni mtu mmoja tu, wale wengine wote wanategemea minazi, miembe, mikorosho na miti mingine, ambayo sasa hiyo miti ndio ilikatwa. Ilikatwa miti tu, tukaambiwa tutalipwa, na mpaka sasa hatujalipwa. Hiyo miti ndio ilikuwa tegemeo letu. Kwa mfano, mtu akiwa na minazi kama kumi, hiyo minazi kila kiboga nazi anapata kama elfu sita akiboga china baada ya wiki nne anapata elfu saba hivyo hivyo. Hizo pesa ndio tunaletea tunalipia watoto wetu shule, hizo pesa ndio tunatumia kwa chakula. Sasa watoto wetu wengi wako wako manyumbani, hatupati mazao tena, mashamba yetu yale ya ni title deed. Title deed. Deed zilichukuliwa zikaenda na tukaidiwa tutalipwa baada ya mwezi mmoja, na mpaka sasa hatujajua, hakuna habari yoyote, na tukipiga simu huko wanasema ngojeni, ngojeni ama wanafunga simu kabisa. na, naomba rais wetu, najua wale wakubwa wakubwa walilipwa, lakini hata sisi nazi pia wadogo tuko na kura zetu, na kura zetu ni za rais wetu, lakini mbona hii dhuluma imezidi? Naomba sana Ruto, mahali ulipo, unaposikia kilio hichi pia uangalie watu wajunju, Wanapwani wametegemea sana mti na mti uli, uliliwa na, na pawa na pawa, bado hawajatulipa. Sijui kimbilio letu ni nini, na tunahitaji msaada kwenu mkatusaidie, maanake hata tukisema la kwamba wa, wana, wana, wa, viongozi wetu waliomo wanajua mwanapwani ni, ni kitu gani ambacho ame, ame, ametegemea haki yetu